Ahuma ngi goro wa garukhamana wa teni. Ahuma ngi goro. Ahuma ngi goro. Asante sana kwa sala moye. Thank you very much. Asante sana kwa kumwochi Babu Haji. Ndiyo maana yake hiyo kwa wale msiojua Kiingereza. Asante sana kwa kusubscribe channel hii na kuendelea kupata masomo e, mbalimbali kutoka kwa Soda Ngeni. Leo, uh, niko katika majina ya Eh, eh, nani huyu? Niko katika majina ambayo ni matatu na kuna na majina matatu matatu ambayo ni D, M na V: Mariamu, Vanessa, eh, Dorothy, eh, Didas eh, Daniel eh, eh, eh, nani huyu eh, nani, nani mwingine anaitwa Victoria eh, Vicky, Vicente Inshaallah leo niko na herufi D na herufi M na herufi uh, V. Nisikilize uzuri, uweze kupata eh, kujua eh, mambo yake tabia yake na nini aweze kukiacha usudi, uh, kusudi kuweza kwenda sawasawa kwenye mambo ya upendo na mambo ya utafutaji. Hapo mwanzo kabisa, kwa zile nilizoshirikisha kwa masuala ya mambo ya upendo nitawaambia M ni nyota gani, B ni nyota gani, A ni nyota gani, B ni nyota gani, C ni nyota gani, D ni nyota gani? Hilo somo linafuata baada ya kumaliza haya, insha allahu taala. Ila subscribe, ili masomo yangu nikitupia tu unaliona. Thank you uh, very much. Uh, nyota uh, watu wenye herufi ya D na M pamoja na V mtu ni, ni mtu mtendaji sana uh, kufanya majambo ni mwenye mpangilio uh, wa mambo yake, uh, na pia ni mtu mwenye kuwa na msimamo, ni mwenye bidii katika kutafuta au kufanya uh, kazi uh, anayejali sana wakati anapenda kujali sana muda, eh, hapendi mambo ya kuchelewa chelewa, eh, hayo mambo ya kuchelewa chelewa siyo mazuri kwake. Na pia vile vile ni yuko makini sana katika shughuli zake mbalimbali, ni mwenye maono au mtiza, mtizamo tofauti eh, na watu wengine anayetumia nguvu zake eh, kuwatendea watu wengine majambo yaliyokuwa mazuri kabisa au mipangilio mizuri kabisa hiyo eh, ni chanya eh, yake. Na pia vile vile katika hasi ah, anakuwa ni mtu mwenye mawazo mafinyu, ni mwenye kufanya mambo polepole pole, msumbufu sana, ni mtu mwenye kubadilika badilika eh, mwenye kubadilika badilika. Sasa hivi anaeza kawa naongea, wakati mwingine ananyamaza, wakati mwingine unamuona kama kero, wakati mwingine hivyo. Ni mtu aa, mwenye kubadilika badilika na ni mwenye chuki, anapenda chuki, anapenda kujenga chuki kwenye moyo. Unaona hapo tazama wake halafu, pia vilevile ni mtu mwenye chuki, ni mwenye hisia mbaya kwa watu na sio s eh, asiyejali kuwajali eh, wengine katika masuala ya ya hisia. Ni mtu pia mwenye kuhisi hisi. Mtu unajua, kuna mtu ambaye unaweza ukawa unaishi naye lakini ukifanya jambo fulani, na anakuhisi huyu mtu, mbona anakuwa anakuwa ananitizama tizama? Au ah, ndio mchawi wangu nini mtu mbona siku hizi barabara hii anapitapita huko au ndo anatembea na, na, na mama na, nani mama Joseph. Unaona vitu um, kama hivyo. Kwa hiyo huyu ni mtu uh, wa kuhisihisi uh, majambo ni <coughs> mtu wa kuhisihisi majambo. Asante sana. Lakini tatizo lako kubwa wewe mwenye herufi hizi uh, la kukosa mafanikio kwa kwanza kabisa E, linatokana na wewe kutojishirikisha na jamii na kutokuelewa mambo kwa haraka. Kama unataka kufanikisha majambo yako basi shirikiana sana na jamii. Kuna e, wengine hata misibani hawaendi. Shirikiana na jamii, penda kutafuta ushauri kwa watu ambao lakini waone wako sahihi, kwa sababu mtu mwingine unaweza kutoka ushauri kwake, halafu akakupeleka Mbagala eh, kabisa kule, badala ya kukuleta Buguruni city center, katikati ya mji anakupeleka Mbagala kule kwenye maporomokoni tena sio Mbagala tu, Kitunda kabisa. Umeona, kwa hiyo badala ya kukushauri kitu kizuri anakushauri kitu cha kukupoteza. Asante sana pia. Uh, unatakiwa uachane na tabia yako ya kushindwa kuonyesha hisia zako, eh, uwe Yani, unashindwa kuonyesha hisia zako hata kama kuna kitu fulani unakipenda basi unashindwa kuonyesha hisia zako hiyo, eh, ni mbaya sana. Tatu, achana na tabia yako ya kufanya mambo yasiyoeleweka, sababu huwa wana tabia ya kufanya mambo mengine ya kitototo tu, kitototo eh, mambo yasiyoeleweka. Huyu m eh, pia wanapenda eh, kuwa wakali wakali na wanapenda kununanuna. Hawa ni wakina Mariamu, hawa Mariamu, kununanuna. Acha kununanuna, utajisababisha kuwa na sura kama jiwe kwa sababu ya kununanuna. Utasababisha uonekane kama wewe ni mkorofi, gaidi, usiyependa watu, mchoyo, kwa sababu ya kununanuna. Kwa hiyo hizi asili mbaya eh, ambazo ndio tabia zako inatokana na wewe kutojishirikisha na watu. Jishirikishe na watu Acha roho mbaya eh, cheka cheka na watu, acha kununanuna. Wewe mwenye M unapenda kushirikiana e, penda kushirikiana na watu, kuongea na watu vizuri, na ni, ni mchangamfu, ni mcheshi, lakini kununa ni dakika na kucheka ni dakika. Ni watu wasioweka kitu hapa sana moyoni kwa muda mrefu. Thank you for watching, so that again, I love you, uh, so much.